Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha leo. Uh, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na ninaamini madini ambayo yanakwenda kutoka hapa yana thamani. Kwa hiyo usisahau kutulipa walau kwa kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube au kulike kwenye chaneli yetu na kuforward kwa watu wengine ili waweze kusikia na kujifunza kama vile wewe unavyofaida. Somo letu la leo nina kwenda kuonyesha namna taratibu za kufanya maamuzi sahihi. Taratibu za kufanya maamuzi sahihi. Maamuzi ya mtu ndiyo mafanikio ya mtu. Karibu ungana na sisi mwanzo hadi mwisho wa video hii uweze kujifunza taratibu na namna ya kufanya maamuzi sahihi. Karibu sana tuwe pamoja. Kama nilikosema mwanzoni kwamba maamuzi ya mtu sahihi ndo mafanikio ya mtu yalivyo sahihi. Ukishindwa kumanage kusimamia maamuzi sahihi au kufanya maamuzi sahihi hauwezi kufata kupata mafanikio sahihi kwa mafanikio. Quality ya mafanikio inaendana na quality ya maamuzi. Kama quality ule ubora wa maamuzi yako uko chini, na mafanikio yako yanakuwa chini. Kama maamuzi yako yana speed ndogo, yako slow, na mafanikio yako yanakuwa slow. Kwa hiyo quality na quantity ya maamuzi ndo quality na quantity ya success katika maisha yako. Kwa hiyo watu wengi huwa wanaamini asset ni muda, kwamba muda ni fedha, muda ni mali, kila mtu wana, kuna namna ambavyo ame define kwa hiyo watu wanakimbizana na muda, wanasahau quality ya maamuzi kwamba muda hata ukiwa nao, kama hauna attention, kama hauna focus kwenye mambo unayoyafanya, huo muda unakuwa ni sawa sawa na zero, yani ni bure. Asset ya mwanadamu nzuri ni namna ambavyo ana manage maamuzi yake kwa kuangalia attention yake na focus yake iko kwenye kitu gani. Ukiruhusu tu distractions, ukiruhusu vitu vya kuja kukuondolea maamuzi sahihi, unaweza ukajikuta unafuta kitu ambacho ulitakiwa ukiandike. Unaandika au unafanya maamuzi kwenye kitu ambacho kitakiwa kiondolewe. Sasa hapa nataka nikupitishe kwenye njia nne za kukusaidia kufanya maamuzi sahihi, ukiwa unazingatia muda wako na unaondosha distractions. Haya mafundisho yako kokote duniani unaweza ukayakuta, lakini mimi naweka kwa namna yangu kulingana na uzoefu huu ambao nimeshaupitia kwenye kazi zangu nazozifanya. Tunajifunza njia nne za namna ya kufanya maamuzi sahihi. Hii inatokana na baadhi ya vitu kama vifuatavyo. Ya kwanza, kuna maamuzi ambayo yanatakiwa yafanywe sasa, na kufundisha quadrant matrix leo, ambayo itakusaidia kuweza kufanya maamuzi sahihi popote pale ulipo, ili upate matokeo sahihi. Kwa quadrant ya kwanza ni ile ambayo unakipima, una kitu kinakwambia hiki ni cha kufanywa sasa hivi Sasa, kama ni cha kufanywa sasa hivi maana yake ni kwamba hautaki kukiahirisha, hautaki kukipeleka baadaye, kinatakiwa kifanywe sasa. Sasa hivi, sasa hivi kifanywe, ze do now Matrix. Na hapa kuna kipimo chake, unalichukua wazo lako hilo unaotaka kulifanyia maamuzi unalipima kwenye sifa mbili kuu. Ya kwanza, hili jambo ni muhimu sana, ndo swali unalojiuliza. Hili jambo ni muhimu kiasi kwamba nikilifanya litapelekea matokeo nachotaka kufanya, ndo measure ya kwanza. Kipimo cha pili unapima kwenye agency Je, ina uharaka kiasi gani? Ni haraka sana. Kwa hiyo kishakuwa tu kwamba ni very urgent and very important, hii unaifanya sasa hivi. Inakusaidia kuboresha maamuzi yako ukishafahamu kwamba hiki kitu ni muhimu na ni urgent kinatakiwa kifanywa sasa hivi hautaki kukiairisha au ukipeleka mbele au kukidiliti sasa usipokuwa unapima maamuzi yako kwenye hivyo vitu ninavyokwambia vya kwanza matrix ya kwanza kwamba ni very very important and very urgent. ni muhimu lakini pili ni haraka inatakiwa ifanye ni urgent maana yake ni kwamba is do now unatakiwa ufanye sasa hivi ukiairisha tu kufanya kitu kinachotakiwa kufanya sasa hivi ukipeleka baadaye hapo kunakuwa na shida kwenye utendaji. Matokeo utakayoyapata sio tarajiwa kwa sababu hujasikiliza, hujafuata taratibu za kimaamuzi zinazosema kama kitu ni cha muhimu sana na ni lazima kifanywe sasa, fanya sasa. Very very important and very urgent, do now. Hiyo ni namna kwanza ya kujua maamuzi haya ni yafanya wakati gani, na inaondosha distractions. Namna ya pili ya kujua kwamba haya maamuzi ni yafanya wakati gani ni kama jambo hili ni la muhimu sana, ni very important, lakini linaweza kufanywa baadaye it's not very urgent. Ukishapata swali kama hili, yaani ukajibu kwamba hiki kitu ni cha muhimu lakini sio lazima kifanywe sasa, maana yake kwamba kinaweza hata kufanywa baadaye. Ukishapata namna hiyo, hicho kitu unaweza kwa kischedule, wakipangia muda mwingine wa kukifanya. Simaanishi kuahirisha. Unajua kuna tofauti, kupangia muda mwingine wa kufanya na kuahirisha. Kuahirisha ni kwamba hautafanya kabisa umekidrop umekiacha, umekidrop umekiacha. Lakini ukikiskeju ukikipangia ratiba nyingine ya kukifanya baadaye, maana yake ni kwamba kama umekiambia ntakifanya mchana saa nane au asubuhi saa fulani au usiku au kesho, umeskejo vizuri na ukafata ile skejo, inakusaidia kupata matokeo yale ulio ya kusudia. Na kitu kingine ambacho ni cha tatu kwenye kufanya maamuzi unaweza ukakutana na kitu ambacho sio muhimu sana, sio cha lazima, and is not very important, lakini kinapelekea kuweza kutimiza malengo yako na ni urgent, kinataka kifanywa sasa hivi, ni kitu ambacho kinataka kifanywa sasa hivi, lakini ukikiangalia is less important, sio cha muhimu sana lakini usipokifanya kitaathiri matokeo yako. Vitu vya namna ile huwa kwenye maamuzi, tuna videlegate delegation, kwamba unawapa watu wengine wafanye kwa niaba yako. Kina uharaka wa ajensi lakini sio cha muhimu sana, hiki kitu unawapatia wasaidizi wako wakusaidie kufanya au mtu mwingine yoyote akusaidie kufanya. Labda hapo nitoe mfano umeagiza kitu kutoka baba sokoni au Kariakoo au mahali popote. Umeagiza kitu lakini kile kitu sio cha muhimu sana, lakini unakita, unakitaka sasa hivi ili ufanikishe jambo fulani, inawekwa mbele yako, hilo jambo ndo la muhimu lakini kile kitu sio cha muhimu sana, hata kikosekana, vitu vinaweza vikaenda anyway, lakini havitaenda vizuri kama vile ambavyo wewe ukiacha kuwa nacho. Kwa hiyo unaweza ukaagiza bodaboda akifuate akuletee, una delegate, unampa mtu mwingine akifanye kwa niaba yako, au junior staff ndani ya office. Hiki kitu kiona kwamba kweli kinahitaji kifanywe sasa, lakini sio cha lazima sana hiki kitu kwa kutimiza malengo, kwa kuangalia malengo na makusudi ya jambo unalofanya, unaweza kukideligeti. Sehemu ya nne ya kufanya maamuzi vizuri ni sehemu ambayo unakutana na kitu ambacho sio urgent na sio muhimu Ukikutana na kitu ambacho ukikimeja ukikipima, kinakwambia hiki sio agenti na sio muhimu, hiki kitu kidiliti, kifute au usikifanye kabisa. Hicho kitu usikifanye kabisa. Kitu ambacho sio muhimu na sio agenti, hakina uharaka wowote. Hicho kitu usikifanye, fanya yale ambayo yako kwenye namba moja kule, ni muhimu na ni haraka. Tumia muda wako kufanya yale kule. Usipofahamu kupima vitu vinavyokuja mbele yako kwenye hizi aina nne, ukashindwa kujua ni kitu gani nifanye sasa hivi, ukashindwa kujua ni kitu gani nikipangie ratiba nitakifanya baadaye, ukashindwa kujua ni kitu gani ni delegate, ni wape watu wengine wanisaidie kufanya, ukashindwa kujua ni kitu gani ni kidelete nisikifanye kabisa, kwa sababu ya hii task nilionayo hakiendani, utajikuta namba nne ile ambayo inatakiwa delete ambayo mara nyingi huwa ni distractions ndo zinakamata muda wako mwingi kuliko kile kitu ambacho ni cha do now. Yani unaweza kuwa unaiedit hii video alafu ghafla inaingia simu ya mshikaji ambayo haihusiani kabisa na editing ya hii video. Ukiipokea ile simu, inaweza ikachukua muda wako wa do now, yani wa editing wote ikapelekea hii kazi ya editing ikafanywa siku nne badala ya nusu saa au masaa matatu, ni kwa sababu umeruhusu distractions kuwa ndo duu nao, na umeruhusu duu nao kuwa deleted. Yaani, kilichotakiwa kufanywa umekifuta, umechukua kisichotakiwa kuchukuliwa ndo umekifanya mwisho wa siku unapoteza uzalishaji kwa sababu unafanya kisichotakiwa kufanywa na kinachotakiwa umekidiliti. Sasa hapa napoongea ni watu wengi, hata mnaonisikiliza ni watu wengi, hata hii video unawezekana unaisikiliza na una kiu nayo, lakini kaingia kitu akakugongea mtu mlango, akafanya chochote mtu kukudistract, ukaacha kusikiliza hii video, ukaenda kwenye distraction. Au wakati mwingine akili yako tu inakudistract, acha, acha, acha. Unashindwa kufanya maamuzi sahihi, unafanya maamuzi mabaya wewe, bila kujua, kwa sababu ya kutokufahamu hizi quality ya maamuzi, ubora wa maamuzi, unajikuta umefanya yasiyotakiwa kufanywa na yanayotakiwa kufanywa umeyadiliti. Sasa hapa ni watu wengi sana, wana madhara ya kudiliti, yale ya msingi wanayaacha inakuwa mpaka kazi ya nusu saa inakuwa ya wiki, kazi inakuwa ya mwezi, na mwisho wa siku zinapandana zingine, juu ya kazi juu ya kazi juu ya kazi juu ya kazi. Matokeo yake unakuwa mzigo. Ukishakuwa mzigo, matokeo ni kukuelemea. Unaanza kuona kazi nyingi, wewe mtu mmoja hautoshi na nini. Mwisho wa siku unaanza kufikia, labda niongeze watu, unaanza kufikia, labda niongeze watu <coughs> unaongeza watu kwenye kazi ambayo ungeifanya siku moja, ungeifanya nusu saa, lakini umezipananisha mpaka zimekuwa nyingi, kwa sababu ya vitu visivyokuwa vya msingi na muhimu ambavyo umebadilisha wewe kuvifanya kuwa muhimu, na mwisho wa siku vimepoteza kabisa uzalishaji wako. Alafu unalaumu tu, unakaa mbona wengine wanafanikiwa, mbona mimi sifanikiwi? Lakini kumbe umebadilisha distractions, umezipa attention distractions kuliko kuipa attention a to do list, a to do now list, ili ya kufanywa sasa, ndo umeinyima attention, alafu umeipatia attention ile ambayo ni ya kuwa deleted. Unaweza kuwa unatakiwa utakiwa, upambe kadi, unatakiwa upambe ukumbi, unatakiwa ufanye, yani unajua kabisa sasa hivi unatakiwa ufanye kitu fulani, ghafla inakuja ile delete destructions ina, inakuja hasa kwenye utandawazi huu au washikaji tu au chochote kile kinakuja kukudestruct, ambacho kwa kweli kukiangalia kwenye mfumo wa maamuzi iko kwenye namba nne ya delete, una ipick distractions alafu wetu do now listi, ambayo kua takuwa upambe kadi yako vizuri au upambe nyumba yako vizuri au ufanye kitu fulani, unakidondosha una chini una kidelete, una pick distraction unakaa nayo na distraction. Huwa ni nzuri, uta scroll tu na scroll na scroll na scroll, unaona nakuja tamu inakupeleka nyingine na nyingine na nyingine, unashangaa masaa manne yameisha, ndio unashtuka. Ukiweka pale, ukitaka kurudi huku, akili imechoka, unasema ngoja niishie tu hapa leo, nitaendelea kesho. Kumbe hujui kesho kuna msiba, unaamka asubuhi, kuna msiba Kumbe jana ule muda uliopewa, ukapick distractions. Ungeacha kufanya leo, ungekuwa free kule. Kazi ya watu inatakiwa na msiba, huwezi kuacha kwenda, ni lazima, sababu ni wa mtu anayekuhusu au whatever it is. Umetumia mfano mbaya wa msiba, lakini inaweza kawa ni tatizo jingine lolote lile likajitokeza, ambalo litakuzuia wewe kuendelea na kazi yako. Inakuwa ni distraction nyingine na yenyewe, unaona kwamba ni ya to do list, ni ya kufanya nao, unaacha ile ya kufanya nao unaenda kufanya ya kudelete. Mwisho wa siku kazi inakuwa kumi ishirini, hatimaye unakuwa wewe sio productive, sio mtu ambaye unatimiza vitu kwa malengo yako na promises ulizozitoa kwa watu wako, wateja wako. Unajichanganya na vitu vingi sana kiasi kwamba productivity yako inakuwa iko chini. Unajichanganya mpaka na matarajio yako mwenyewe kwa sababu kuna watu matarajio tu peke yake anao confuse anajikuta, ameshachukua kitu ambacho hataki kuchukua, ndo amekifanyia maamuzi, kile ambacho alitakiwa afanye maamuzi hapa amekidelete, anakuja kukumbuka baadaye wakati mtu anadaiwa au anatakiwa, kazi inatakiwa, au kama ni nguo, fundi anatakiwa kupatie nguo ya kushona, amefika pale, amekuja destruction fulani imemuondoa kwenye njia ya kushona ile nguo. Harusi imefika au sherehe imefika, nguo yako unaitaka, ukienda kwa fundi anaanza kushona na wewe upo mwisho wa siku anaharibu. Hamna muda wa fitting vizuri, hamna muda wa kufanya marekebisho, muda umeisha, amevaa hivyo hivyo harusi. Kisha tutaleta tubadilishe. Hajui kwamba ametengeneza profile mbaya, amekupa experience mbaya, mteja hautarudi. Matokeo yake kabisa makubwa ni kufunga biashara. Unashindwa kufanya unachokifanya kwa sababu umepick distractions kuwa msingi badala ya kupick a to do now list ifanywe sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvischedule yaani uvipangie muda wa kuvifanya sasa unakuta mtu amepangia kwamba nitafanya hiki kitu saa kumi ikifika saa kumi kuna fainali ya Simba na RS Berkane anaacha kwa sababu halisejo muda ambao hakufikiri vizuri kuna kitu kinakuja pale ki anaacha kufanya scheduled, anafanya destruction, anafanya namba nne ile ya kudelete, yani ndio mtu anaifanya kwenye schedule time. Maana sasa hivi kitu takipeleka baadaye, ni rahisi tu unasema ntakifanya hiki kitu baadaye, kwa sababu hiki kitu ni urgent, ni, ni sio urgent sana, lakini ni muhimu, kwa hiyo unakipeleka baadaye. Ikifika baadaye, badala ya kufanya kile ulichokipeleka baadaye, una pick namba nne destruction ambazo unatakiwa delete ndo unazileta hapa kwenye destruct, kwenye, kwenye schedule. Kwa hiyo baada ya kufanya kile kitu unafanya yasiotakiwa, pia matokeo yanakuwa sio yale unayotarajia. Kosa jingine ni kwamba watu wanadelegate vitu ambavyo hawapakii ku delegate. Kitu ulitakiwa ufanye mwenyewe, ila kwa sababu umepiki distractions unaona njia nzuri ni bora nimpe mtu afanye kwa sababu wewe umepiki distraction, umechukua tu mavitu ambayo yanakupotezea muda, una scroll tu, unafanya vitu fulani hivi ambao, au kuna watu wamekuita tu washikaji mahali au marafiki zako wana birthday party, wana kitu hiki, wana kikoba, wana nini, sio core activity kwa sasa pale, lakini unaamua kwenda kwenye kitu ambacho sio core kwa wakati ule, alafu ile ambayo ulikuwa unatakiwa ufanye wewe, una delegate unawapa wasaidizi au mtu mwingine wa chini hata ambaye hana sifa akuta anafanya, mwisho wa siku anaharibu kazi, na wewe umepiki asiotakiwa wote mmekuwa, unaanza, unaanza kumlaumu mtu. Ah, huyu dogo naye nimempa kazi afanya awezi, nimefanya hivi yani. Wewe unaanza kulaumu, wakati tatizo ni wewe. Tatizo ni wewe uliyekuwa unatakiwa kufanya, alafu ukapiki distractions, alafu wewe ukadeligeti. Sasa ni muhimu sana kufahamu ni kitu gani unatakiwa ukipatie mtu wa chini akifanya na ni kitu gani natakiwa kufanya mwenyewe. Sasa hivi ukishindwa kufahamu taratibu hizi za kimaamuzi, ukashindwa kufahamu namna ambayo unatakiwa ufanye, unachotakiwa kufanya, yaani unajua kitu cha kufanya halafu hufanyi, halafu unategemea mafanikio asijui atoke wapi. Unafahamu kabisa natakiwa nifanye moja, mbili, tatu, lakini haufanyi, halafu unachukua kile usichotakiwa kufanya, unaanza kukifanya Alafu nataka kupata mafanikio kwenye jambo hilo, impossible, haiwezekani. Kama natakiwa kurekodi hii video, natakiwa nirekodi hii video, nikipiki kitu kingine hapa sasa hivi, nikichukua simu yangu nianze kuchezea, ni wakati nyewe mnaniangalia, sijui mtajisikiaje, ni distractions. Kwa hiyo, wakati huu natakiwa kurekodi hii video kama hivi, muda wangu na nguvu zangu na akili yangu yote inatakiwa concentrate hapa kwenye kukuletea hii content ni sasa, sasa na wewe, kazi yako wewe ni nyingine. Unapokuwa umeconcentrate kwenye hiyo kazi, usiruhusu distractions. Mimi naona nimezitoa hata simu zangu hapa, hauzioni kwa sababu najua nikiziweka hapa ni distractions. Sasa na wewe, unachopofanya kitu chako, funga notification zote za kwenye application zako, funga kila kitu, jipatie muda kwamba nusu saa hii, saa moja hii, masaa matatu haya ni mimi na hiki kitu, aidha kitokee au mimi nisitokee. Yaani hit hakuna mtu mwingine, hakuna distractions. Nafunga mpaka na milango, asiingie mtu akakatisha, nina rekodi hizi video. Usipofanya hivyo haitokei, okay? Anaweza akaingia mwanao, anaweza akaja mtoto, anaweza akatokea chochote cha muhimu, ambacho nakiwa ni cha muhimu kweli, lakini kwenye kimfumo wa maamuzi Kiitakiwa kiwe deleted wewe umekipick, umekiweka kwenye to do now, unabadilisha alafu unataka ufanikiwe, haiwezekani. Kwa hiyo ukipata scenario yoyote unataka kuamua, ipime kwa kuangalia, je, hii ni muhimu na inatakiwa ifanye sasa hivi? Lazima nifanye mimi na nifanye sasa hivi. Je, ni muhimu lakini inaweza ikafanywa baadaye? Schedule na make sure baadaye unaifanya Je, hii kitu ni muhimu sana ni agent, nitakayofanya sasa hivi, lakini sio lazima sio muhimu sana, ngoja ni delegate, nimpe mtu aifanye kwa niaba yangu. Sasa unakuta jambo ambalo sio muhimu na sio agent ilo, delete achana nalo kwa wakati ule. Naongelea kulingana na, na goals, kana ni muhimu, hata, kana ni mke wangu mimi ni muhimu anipigie simu, lakini akipiga sasa hivi ni distraction. Akipiga sasa hivi, ni distraction. Kwa hiyo mimi nilitakiwa nimjulishe mapema wa kwamba wakati huu nitakuwa na rekodi video, kwa hiyo kama kuna shida yako yoyote, naomba uimalize hapa. Baada ya video hii ndo mimi nitashika simu zangu na kukupigia. Kama kuna dharura, fanya yafuatayo, watumia wasaidizi wangu hapa, watanotify. Lakini ukiacha distractions, yani vitu vya kuchoku kutoa kwenye reli ndoa, vinakuja vingi, wote mnafahamu, yani hivyo ndo vimejaa ukijitahidi kufanya jambo fulani la msingi kabla hujafika robo vimetokea, kabla hujafika nusu, hiki hapa yaani ni vimejaa. Kwa hiyo huwa nikitaka kufanya jambo kama hivi, ambalo ni la msingi, najua hili linaleta mabadiliko kwenye maisha yangu na mafanikio ya jambo na watu kulifanya, nasafisha njia, natoa distractions zote na baakiza concentration ya kufanya nachotaka kufanywa. Matokeo ni leo, ninyi wewe unaziona hizi video consistently bila kukatisha, bila distractions yoyote, mpaka hapa ulipofika sasa hivi, ni kwa sababu, sio rahisi, nimeondoa vitu vyote ambavyo vingeweza kunifanya nisirekodi hii video, na vipo lakini nimeviondoa nimevipumzisha kwa muda huu ambao nataka nifanya jambo hili kwao. Kila jambo lako ukiliwekea utaratibu wa namna hii linafanikiwa. Ukiacha tu kufunga muda wako wa ibada, muda wako wa nini, muda wako wa uzalishaji, ukaacha kuufunga kwamba huu ni muda wa ibada, huu ni muda wa kitu fulani, ukaacha kuufunga exclusively, hapo unaweza ukafika kanisani au msikitini ukarudi nyumbani, immediate umefika distraction inatokea, unaitwa, unaenda baa, unaenda hotelini, unaenda shambani, unaenda pengine. Kwa hiyo ni muhimu kila muda ufungie utaratibu wake na uondoe distractions, ili quality ya unachokwenda kufanya kitoke kikiwa kina ubora na muda wako, hata kama kitakosa ubora mkubwa, lakini dedication unajulikana na unaweza kabisa kuleta matokeo. Haijalishi, naweza kawa ni baby steps, naweza kawa ni baby steps, lakini ni matokeo na yanatokea. Baada ya muda sio mrefu, utaona mwenyewe unapata vitu ambavyo hukutarajia na vinakuja kwa ukubwa, kwa sababu umeondosha distractions. Yani focus, nishaongea huko nyuma, ni kuondoa alternative zingine zote, elimination of all any other alternative is what is called focus. You eliminate all any other possible alternatives. You focus in one thing. Una eliminate, yani ndo maana ya focus. Unatoa alternative zingine zote unaziacha, unaacha tu ile kuu ambayo sasa hivi ni hii ya kurekodi hii video. Kwa hiyo zingine zote nazifunga, nitazichukua baadaye hiki kitu kinafanikiwa. Nikitoka hapa, ntachukua kitu changu kingine, nakifunga hivyo hivyo, nafunga hivyo hivyo, na kisha kwamba kinafanikiwa kwanza, ndio nachukua kingine. Ukifanya hivi kwa taratibu hizi, baada ya muda sio mrefu, miezi sita ni mingi, utanipigia simu kama ushuhuda kwamba kweli imekusaidia video hii. Na kama unafahamu ayataksaa usiache kuwafuadia watu wengine. Karibu sana, uwe na sisi, uendelee kutusikiliza video zinazofuata.